Shirika la ndege la Emirates limeanzisha mradi wa kipekee wa kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu duniani kwa kutumia vifaa vya zamani vya ndege kutengeneza mabegi ya shule. Hii ni sehemu ya mpango mkubwa wa kuboresha zaidi ya ndege zake ambapo Emirates imeondoa viti, mikeka, mapazia na vifaa vingine vya ndani katika jumla ya ndege zake mia mbili ili kufunga vifaa vipya vya kisasa kama vile viti vya kisasa na mabafu ya kifahari katika ndege hizo. Badala ya kutupa vifaa vilivyoondolewa, Emirates iliona ni vyema kuvitumia tena kwa njia yenye manufaa zaidi. Wataalamu wake wa kiufundi waliamua kutumia vitambaa vya zamani vya viti vya daraja la biashara kutengeneza mabegi ya shule. Vitambaa hivyo vinatengenezwa kwa asilimia tisini na tano ya sufi na asilimia tano ya nailoni na vinajulikana kwa uimara wake. Hii inafanya vifaa vizuri kwa utengenezaji wa mabegi ambayo yanaweza kudumu kwa muda mrefu hata kwa matumizi ya kila siku ya watoto. Ili kufanikisha kazi hii, Emirates ilianzisha karakana maalumu na kuwaajiri mafundi kumi na nne waliobobea kushona mabegi ya aina mbalimbali kwa watoto wa rika tofauti tofauti. Kabla ya kuanza kushona, timu hiyo ilifanya utafiti kwa wiki kadhaa ili kuhakikisha mabegi yanakuwa salama na bora kwa matumizi ya wanafunzi. Wataalamu walieleza kuwa walitaka vifaa hivyo visitupwe kama taka, kwa sababu vina uzito mkubwa wa zaidi ya kilo elfu hamsini. Hivyo lengo lilikuwa ni kuvitumia kwa matumizi mengine muhimu zaidi, badala ya kuharibu mazingira. Mabegi hayo yamepewa jina la Aircraft for Kids na tayari yameanza kusambazwa kwa watoto walioko kwenye mazingira ya uhitaji katika nchi mbalimbali duniani. Emirates imeeleza kuwa huu ni mwanzo tu wa mpango ambao watauendeleza kwa muda mrefu. Wafanyakazi walioko kwenye mradi wamesema jambo la kufurahisha zaidi kwao ni kuona tabasamu kwa watoto wanapopokea mabegi hayo na hilo limekuwa jambo la kujivunia kwa timu nzima.